Siku hiyo mvua ilinyesha kama haijawahi kunyesha hapo kabla. Mbingu zilikuwa nyeusi kama huzuni ya moyo wa msichana mmoja aliyeitwa Hidaya. Alikuwa na miaka kumi na saba tisa hakukuwa na mtu wa kumsaidia. Mama yake alifariki mwaka uliopita, baba yake alitoweka bila alama. Kijiji kilimkana wakisema, mimba ya laana haifai kulelewa karibu na mwanadamu. Na sasa usiku huu, ndani ya kibanda chake cha matope, akiwa na mshumaa mmoja tu unaotukiswa na pepo wa pepo mbaya, Hidaya alianza kujifungua. Aliangaika, alipiga kelele, hakuna aliyeitika. Na baada ya saa tatu za maumivu yasiyoelezeka kwa kimya. Hakulia, hakukohoa, hakutoa hata sauti ya kupumua, na macho yake yalikuwa yamefungwa. Mwili wake ulikuwa wa baridi. Hidaya aliinama, akamshika kwa hofu, moyo wake ukiganda kwa baridi ya mwili mdogo ulioaminika kuwa umekufa jua aliamini kwamba hapo hakukuwa na uhai tena. Na kwa sababu ya uoga, kwa sababu ya kukosa msaada, na kwa sababu ya kutokuwa tayari kuwa mama wa kaburi lililojaa aibu, Hidaya alifanya kosa ambalo lingegeuka kuwa milele. Alifunga mwili ule mdogo kwa kitenge, akatoka nje kwa miguu mitupu miguu pekupeku, kukiwa na mvua kali, akatembea hadi shamba la nyuma ya nyumba yake, mahali palipojaa matope na majani yaliyonyauka. Kwa mikono yake mwenyewe alichimba kaburi dogo. Hakusema sala, hakusema maneno. Alimzika mtoto yule, akamfunika mtoto wake, na akarudi ndani. Hakutazama nyuma. Lakini Hidaya hakujua kitu kimoja wake hakuwa amekufa, na hata kama hakuwa na sauti usiku ule, sasa ana sauti, sasa ana hasira, na sasa anataka kulipiza kisasi. Miaka saba imepita. Hidaya ameolewa sasa na mchungaji ana watoto wawili, anaishi kwa amani, angalau ndivyo anavyoonekana usoni. Lakini kila mwaka tarehe saba mwezi wa saba usiku hujibadilisha. Watoto wake wanalia usiku wa manane, wanasema jina ambalo hakuwahi kuwaambia. Wanamwambia mama, huyu mtoto mchafu anasema wewe ulimwacha. Na Hidaya anaota kila mwaka, anaota sauti ile ile, anaona kaburi, anaona mikono midogo ikitokeza kwenye udongo, na anasikia sauti ya mtoto wake aliyemzika ikisema, mama, kwa nini <coughs> lakini mwaka huu ni tofauti. Mwaka huu hakuwahi kuota, hakusikia sauti, hakukuwa na chochote mpaka alipokutana na kioo chumbani kwake. Alikuwa anajipamba usiku, alipojiangalia kwenye kioo, aliona uso wake lakini hakujua kwa sekunde chache kwamba taswira kwenye kioo haikuwahi kusogea. Taswira ya kwenye kioo iliganda, ilitabasamu wakati yeye hajacheka, ilifumba macho wakati macho yake yako wazi, na alipogeuka taswira hiyo ilichelewa sekunde moja kufuata. Hapo ndipo alipojua Usiku huu sio usiku wa ndoto, usiku huu ni wa kweli, usiku huu yanatokea mambo yote waliokuwa wakiaota watoto wake. Muda si mrefu, anakuta alama ndogo za miguu kwenye sakafu ya nyumba, miguu yenye tope, miguu alichoamua kufanya akaamua kufuta, akajua labda ni watoto wake, lakini akakumbuka watoto wake wote walikuwa usingizini, walikuwa wamelala. Akarudi chumbani, akakuta kitu kingine kwenye ukuta wa ndani, kwa madoa ya damu kavu ukuta ulikuwa umeandikwa Mlango wa kisasi unafunguka. Unaweza kugeuka sasa, unaweza kujifanya hujaniona, lakini unaposikia sauti ya mtoto kwenye giza, jua sio watoto wako, ni mtoto aliyezikwa akiwa hai na bado ana hasira, na bado anataka kulipiza kisasi. Sehemu ya pili inakuja. Lakini kabla hujalala, ni bora subscribe leo. Kwa sababu usiku kuna sauti itaita jina lako na itataka jibu. <tune>